serikali imeunda timu ya wataalamu itakayoshirikisha wizara tano kwa ajili ya kushughulikia changamoto za umoja wa walimu wasiokuwa na ajira Tanzania kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na tano hadi mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Timu hiyo itashirikisha ofisi ya rais, Menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora, ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, ofisi ya rais mipango na uwekezaji, wizara ya elimu, sayansi na teknolojia na wizara ya fedha. Kwa majina naitwa Joseph Paul Kaheza, natokea Geita, ni mwenyekiti wa umoja wa walimu siokuwa na, wasiokuwa na ajira nani Employed Teachers Organization NETO. Aa, kwa kwanza kabisa nipende kumshukuru Mungu kwa nafasi hii ya kipekee ambayo ameweza kutupatia au kututunuku kwa sababu si kwa akili zetu wala sio kwa ujanja wetu, ni kwa sababu yeye mwenyewe amelikusudia hili. Aa, pia nipende kushukuru umoja wa walimu wasio na ajira kwa namna ambavyo wamekuwa na umoja na mshikamano bila kujali tofauti zetu za kidini, tofauti za kikabila au tofauti zingine za kimazingira ambazo zinatofautisha, kwa sababu wananeto wako katika kila kona ya nchi hii. Aidha, umoja huu umekuwa na tija sana, kwa sababu lengo letu ilikuwa ni kudai ajira na linaendelea nila, kuwa ni lengo la msingi la umoja wa walimu wasio na ajira. Hivyo basi naendelea pia kuishukuru serikali kupitia waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora, mheshimiwa George Boniface Simbachawene kwa namna ambavyo walilionelea swala hili kwa uzito wa hali ya juu sana, hadi kuweza kulibeba kama viongozi, lakini vilevile vile kama wazazi, wazazi wetu sisi, kwa namna ambavyo wao waliamua ni vyema waweze kulizingatia. Hivyo basi uamuzi wa waziri kutukutanisha sisi na mawaziri kutoka wizara tatu na viongozi mbalimbali mbali wa serikali, ili tuweze kuona na kutanabaisha namna bora zaidi ambayo tunaweza kui, kuiendea au kuifuata, ili tuweze kutatua changamoto hii na serikali iweze kuishughulikia changamoto hii ya ukosefu wa ajira kwa vijana wa Kitanzania hususan walimu kwa kuzingatia falsafa ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, falsafa ya foara, Mheshimiwa Waziri George Boniface Simbachawene aliweza kutukutanisha na wizara mbili ukijumlisha na wizara yake, jumla zinakuwa wizara tatu, na makatibu wakuu wake vilevile, viongozi wengine wa serikali kutoka wizara husika. Aa, tunaweza kusema kwamba falsafa hii imekuwa na tija kubwa sana kwetu, kwa sababu nafasi hii imekuwa ni ya kipekee. Tumeweza kujadiliana na serikali namna bora zaidi ambayo itasaidia na itakuwa imeleta afya kwa vijana na taifa kwa ujumla. Hivyo basi, changamoto zetu tuliweza kukutana na serikali hiyo jana na kuweza kuzibainisha vizuri kabisa, na mambo mengi yanaenda vizuri na tunashukuru Mungu kwamba amezidi kutusimamia katika hili, na hatuna budi kusema asante hata kwa serikali pia. Naitwa Mwalimu Daniel Edgar Mkinga kutokea mkoani Pwani Kibaha. E, kuzungumza sasa hivi ni swala ya mambo ambayo tuliweza kuyajadili siku ya jana na mheshimiwa waziri watatu ambao waliweza kufika, kufika kwenye hicho kikao, kama ambavyo kwenye baada ya wiki mbili nyuma tuliweza kuainisha mambo kadhaa ambayo tulikuwa tunakutana nayo sisi walimu kupitia usaili yote hayo tunaweza kuwazungumzia, lakini pia tuliowasilishia makala yetu hii yenye peji zaidi ya ishirini na e, mbili ni namna gani ambavyo sisi walimu tunakutana na changamoto zote kuanzia kwenye usaili mpaka mwisho. Tunashukuru sana, e, nazidi kushukuru pia faraja za mheshimiwa rais za kutukutanisha na mheshimiwa waziri ambao kimsingi wamekuwa na nafasi kubwa ya kutusaidia walimu na kujihisi. Sio wakiwa tena lakini wa kujihisi sio watu wanyonge tena. Tuliweza kuzungumza na ofisi ya utumishi juu ya swala ya kubadilika kwa mtaala, lakini pia tulizungumza masuala ya usaili, lakini pia tulizungumza umri wa kustafu, lakini pia tulizungumza namna ya uzalishwaji walimu, ambapo mengi tuliyabainisha na mheshimiwa e, waziri e, tulikubaliana na serikali katika maamuzi ya kuunda tume ya wizara tano. E, hizo wizara ambazo zinaweza kufuatilia changamoto za ambazo sisi tumeziwasilisha. E, Mheshimiwa Waziri aliweza kutu, e, kutuomba kuwa wavumilivu baina ya siku thelathini mpaka siku arobaini na tano ambapo e, wizara zaidi ya tano zitakaa na kuunda, e, kuunda tume na kuzungumza mambo kadha kadha ambayo tuliweza e, kuyazungumza ambazo wizara ambazo zitafanya kazi kwa ajili ya kutatua changamoto zetu ilikuwa e, ni ofisi ya Rais utumishi wa umma na utawala bora, lakini pia ofisi ya Rais Tamiseni, ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, wizara ya elimu sayansi na teknolojia, pia na wizara ya fedha. Hizi zote zitakaa kwa ajili ya kuweza kusort out changamoto, lakini kubwa kuliko ni kwamba kulikuwa kuna changamoto ambayo Eh, tuliweza kuhoji juu ya swala lilikuwa sote audi pale pale jana ya walimu wa uchumi ambao kimsingi wao hawakupata nafasi ya kufanya kupata nafasi ya kwenda kwenye usaili kutokana wa na changamoto mbalimbali. Mheshimiwa waziri wa elimu na mheshimiwa wa waziri wa utumishi wanaweza wa wa kusote hapo hapo na kuweza kupata kibali cha kufanya hiyo field.